Shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma zimetatizwa baada ya wahadhiri wa, wa vyuo vikuu nchini kuanza rasmi mgomo wao wa kitaifa. Wahadhiri kutoka vyuo vikuu 42 kote nchini wanagoma licha ya serikali kuahidi kuwapa shilingi bilioni 2.5 kurejea kazini, na kama anavyotuarifu Crispin Otieno, wahadhiri hawa wanasema hawatarudi kazini hadi watakapopata malipo yao kama walivyowafikiana na serikali. Asubuhi katika chuo kikuu cha Nairobi masomo yametatizika hapa, walimu wakisusia masomo na kuamua kuingia barabarani to We are here because we will continue to be here until such a time that we receive a bank alert. Upweke wa madarasa ukiwa dhahiri katika vyuo vikuu vya umma kote nchini, sababu ikiwa mvutano kati ya wahadhiri na serikali. Kwa mara nyingine, walimu wana hasira na serikali wakisema haina ahadi na walioafikiana kwenye mikataba ya nyuma. If that money is not paid, hawa Wahadhiri hawa pia wakilaumu serikali kwa kukataa kuwafikia mazungumzo kuzungumza nao, na sasa wanasema katu hawatarejea darasani licha ya serikali kuahidi shilingi bilioni mbili unusu ili warudi kazini. We are not going to allow the the national government every time or the IPPCF to make us negotiate our CBS at the tail end. Kutoka kisii hadi pwani. Kakamega hadi Narok. Hali imekuwa pweke vyuoni. Walimu wakisalia ngumu. Among the 42 universities, that is, uh, the payment of the second phase of the 2021-2025 CBA h9 Uh, wahadhiri hawa wanapopigana na serikali kama fahali wawili wakuu wanaoendelea kuumia ni wanafunzi wanaosubiri kuendelea kuendesha dau la elimu. Crispin Otieno Runinga.